Naam, bwana mheshimiwa Gwajima, eh, huyu ni waziri wa wanawake, jinsia, wazee pamoja na makundi maalum ameingia kazini rasmi kulifanyia kazi sakata ambalo eh, tumeliona huko mitandaoni kuhusiana na wale wanafunzi ambao walikuwa wakimsurubu mwenzao, eh, kwa sababu tu ya kumpigania Mwijaku. Yeah, bwana, nadhani utakuwa unafahamu kwamba tuliweka habari zote wazi baada ya Mange Kimambi kuzivujisha, basi moja kwa moja tukalizungumzia hii inshu eh, kiundani zaidi. Sasa, mheshimiwa Gwajima ameingia kazini na ameziona zile video ambazo zimesambazwa na Mange Kimambi huko mitandaoni ambazo zilikuwa zinaonyesha wanawake wawili, eh, mmoja ni mchepuko wa mmoja wapo, alikuwa akimtandika mwenzie na kumsulubu na kumfanyia vitendo vya udhalilishaji eh, kwa kosa tu la ku pita na mwanaume wake ambaye ndo Mwijaku, ni yani mchepuko amechitiwa. Sasa yule aliye aliyechepuka aliyemchiti mchepuko na Mwijaku ndiye huyo sasa alikuwa anasurubiwa. Nadhani utakuwa umeelewa kwamba Mwijaku alikuwa na mchepuko wake, alafu ule mchepuko na rafiki Mwijaku amepita na wote so. Baada ya hizo video kusambaa, mheshimiwa Gwajima bwana amezungumzia hii issue kupitia kurasa wake wa Instagram. Ameandika kwamba pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote Nimesikitishwa sana kwa baada ya kutumiwa video ambazo zimesambaa online zikionyesha tukio la mabinti wanafunzi wa chuo kikuu kimojawapo nchini wakimdhalilisha binti mwenzao mwanafunzi wa chuo kikuu kingine, kisa ugomvi ambao wangeweza kuumaliza kwa njia nyingine ya heri na sio shari ile. Akaendelea hapa mheshimiwa Gwajima kwa kusema kwamba inasikitisha sana kuona mabinti e, wasomi ambao wangetakiwa, ku, wangetakiwa kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao e, kukatiliana, kudhalilishana na kudhalilisha na kudhalilishana wao kwa wao. Udhalilishaji walioufanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na, na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume cha sheria zote na pia sio utu wala sio e, haiba ya wanawake wa dunia ya sasa kwamba ukipishana jambo na mwanamke mwenzio au mtu yoyote basi umfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kudhalilishana yeye mwenyewe pia na, yeye, yeye mwenyewe na kumdhalilisha mwenzake na kudhalilisha wanawake wote. Hatua baada ya kuzungumza hivyo sasa, Mheshimiwa Gwajima akaendelea hapa kwa kuorodhesha hatua ambazo anazifuati anazifanyia kazi moja Nimewasiliana na manusura ambapo atapata huduma ya ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma ya dawati la jinsia na msaada wa kisheria ili haki itendeke moja kabisa hiyo ndo cha kwanza kabisa ambacho mheshimiwa ameamua kukifanya ni kwamba amemle, kwanza kabisa yule eh, muhanga yule dada ambaye alikuwa anafanyiwa ule ukatili, ni kwamba amedili naye kwanza yule kwa ajili ya kupata counseling psychologically. Lakini pia pili, mheshimiwa Gwajima akaandika hapa kwamba nitawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya wanayofanya dhidi ya waliofanya ya udhalilishaji huu. Sasa baada ya kuandika hivyo, mheshimiwa akaandika kwamba wito wake sasa kwa jamii ni kwamba tuache kumaliza migogoro kupitia uh, kupitia kutua, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilishana au kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto huku sisi wenyewe pia tukijitenga na na huku sisi wenyewe pia tukiji, tukijitenga na hatua za kukatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Lakini pia kuishia hapo, mheshimiwa akaandika ujumbe kwenda kwa Mange Kimambi, ameandika kwamba Mange Kimambi, asante kwa ushirikiano, nimepata nimempata huyu binti na utaratibu unaendelea ili apate haki zake. polisi mambo hayo, so mheshimiwa bwana ameingia kazini na jambo amelipambania, na hizo ndo habari ambazo tumezipata kwa sasa hivi, lakini tutakuletea habari zaidi kuhusiana na kile ambacho kitaendelea kuhusiana na hii situation on the spot. Endelea kuwa karibu nasi, weka maoni yako katika comment section, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.